Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo neema, itaanza kukufundisha neema, itaanza kufanyaje? Yes, neema itaanza kukufundisha, neema itaanza kukufundisha. Kwa hiyo wokovu ni swala la kimabadiliko ya citabi. Haleluya, haleluya. Sema amina yenye nguvu. Usiwe kama watu wa dini ambao wanataka tu waende kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, watoke warudi nyumbani wakati wako vile vile. Unaposema umemwamini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, tunachotazamia cha kwanza ukiona kinabadilika kwako ni nini? Tabia. Ndio maana kwenye Tito mbili kumi na mbili anasema nayo yatufundisha. Kwa hiyo unaruhusiwa kuja kama ulivyo, ila hauruhusiwi kubakia kama ulivyokuja. Unaruhusiwa kumwamini Yesu ukiwa na tabia zako hizo hizo za dhambi, lakini hauruhusiwi kuishi ndani ya uokovu ukiwa na tabia za dhambi. Nimekwambia, kanisa ni kama hospitali. Unaruhusiwa kwenda ukiwa mgonjwa, ila hauruhusiwi kutoka ukiwa mgonjwa. Na kila anaenda hospitali anaenda kwa lengo la kupata nini? Matibabu, bwana. hmm. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila unapomwamini Yesu nitafasiri kwamba umetambua kwamba kuna mambo hauwezi kujikamilisha wewe mwenyewe, kuna mambo hauwezi ukajigeuza wewe mwenyewe, na moja mwenye kati ya mambo ambayo utagundua ni kwamba hauwezi wewe mwenyewe kwa bidii yako kujipa uzima wa Mungu, kwa sababu moja ya kitu kikubwa ambacho dhambi ilifanya kwa mwanadamu ni kuondoa uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu, na kutokea hapo, maandiko yanasema kila mwanadamu ambaye hajamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Mungu akimtazama huyo mwanadamu, anamuona ni mfu anayetembea. Haijalishi huku duniani tunamuona anavaa, anapendeza, ana anakula, anaongea, lakini mbele ya macho ya Mungu, Mungu anasema huyo mtu ni mfu, uzima wa Mungu hauko ndani yake. Kwa hiyo unapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni kwamba umeikubali neema ili neema ikusaidie kuupokea tena uzima wa Mungu ambao uliupoteza, lakini pia, ili neema na huo uzima wa Mungu ndani yako vianze kukugeuza na kukubadilisha umfananie Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. <laughs> Wokovu ni swala la kimabadiliko ya kitabia. Bwana Yesu asifiwe.

sema ikiwa mtawapenda wale wanaowapenda mnafanya kitu gani cha ziada? Ikiwa mtawasalimia wale wanaowasalimia ninyi mnafanya jambo gani la ziada? Anasema, je, hata watu wa mataifa hawafanyi hivyo? Yaani huko watu ambao hawajaokoka wanawapenda wale watu wanaowapenda, wanawasalimia wale watu wanaowasalimia, wanawasaidia wale watu ambao wanawasaidia. Ndivyo dunia ilivyo lakini kwa sababu kwenye wokovu ni swala la kimabadiliko ya kitabia, wewe unatakiwa ufanye kinyume na dunia inavyofanya. Aje, waombeeni wanaowauzi. Yaani, mtu amekukosea, alafu unatakiwa umwombee. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> duniani huko, ukimkosea mtu anapanga kukulipizia kisasi, lakini kwenye wokovu haiko hivyo. Anasema waombeeni wanaowakosea, kwa sababu kwa kufanya hivyo mtakuwa mmewapalia makaa ya moto katika vichwa vyao. Bwana Yesu asifiwe sana. Uokovu ni mabadiliko ya kitabia. Unapoipokea neema, neema inaanza kukufundisha na anasema inaanza kukufundisha nini? Anasema inakufundisha kukataa. Oh my God, ukiona umeokoka Umemwamini Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, alafu bado haujui kukataa, we bado hujaipokea neema. Yaani kwamba kila kitu unakubaliana nacho, unakubaliana na tabia ambazo ni tabia za dhambi, unakubaliana na maisha ambayo ni maisha ya dhambi, unafungamana na mfumo wa maisha ambayo ni maisha yanayomchukiza Mungu. We bado hujaipokea neema, neema inakufundisha na eneo la kwanza ambalo neema itaanza kukufundisha, neema itaanza kukufundisha kukataa, neema itaanza kukufundisha kukataa. Mtu mm. atakukosea, ndani yako utasikia mchukie, ila neema inaanza kukufundisha kukataa chuki. Ndani yako utaona mtu amesahau hapo fedha zake ndani yako panaweza pakainuka kitu kwamba upa, neema inaanza kukufundisha kukataa kukata. Kukata. Na eneo la kwanza ambayo neema itaanza kukufundisha kukataa, neema itaanza kukufundisha wewe mwenyewe kujikatalia kufanya yale mambo ambayo unayaona ni mazuri, lakini ni machukizo mbele za nani? Za Mungu. Mnanielewa? Nielewa niye, Watanzania au mmeishakuwa watu wa dini na nyie sasa Neema itaanza kukufundisha kukataa, na eneo ambalo neema itaanza kukufundisha kukataa, neema itaanza kukufundisha kujikatalia wewe mwenyewe, kujizuia. Kwa lugha nyepesi, naweza nikasema neema itazaa kitu ndani yako kinaitwa kiasi. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo itaanza kukufundisha kukataa, na anasema itaanza kukufundisha kukataa lii, anasema itaanza kukufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Ubaya na tamaa za dunia, kutaanza kuumbika ndani yako hali ya kujizuia, hali ya kujipinga, hali ya kujikatalia, hali ya kujiambia Hili hapana, hili sifanyi, pale siendi, hiki sizungumzi. Mtu atakuchukiza utasikia ndani yako kama unataka kupasuka, unataka umtukane, lakini neema inaanza kukufundisha, kutazaliwa ndani yako a, yani cha kwanza kabisa itaanza kukufundisha kujikatalia, kujipinga. Mwacha sana. Haleluya! Na nimekwambia, eneo la kwanza itaanza kuufundisha kukataa ubaya. Ubaya, Bwana Yesu asifiwe. Mm -hmm. ubaya unalolewaza na kulitenda ikiwa liko kinyume na mapenzi ya Mungu. Ubaya na jambo au tendo lolote unalolewaza na kulitenda ikiwa liko kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo neema itaanza kudili na mfumo wako wa mawazo namna unavyowaza, neema itaanza kudili na wewe. Ndio maana kwenye huo wimbo, nataka kufanana na Yesu yapambia Nataka kufanana na Yesu mawazo ya namna unavyowaza, mfumo wako wa kufikiria. Kwa sababu dhambi, kabla haijaanza kuwa matendo, dhambi huwa inaanza kuwa mawazo. Hakuna mtu anafanya jambo kabla hajaliwaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini eneo la pili ambalo neema itaanza kukufundisha kukataa Maandiko yanasema neema itaanza kufundisha kukataa ubaya wa dunia, itaanza kukataa tamaa za dunia hii. Tamaa tamaa, mwambie mwenzako tamaa tamaa. Tamaa tamaa zilizotajwa hapa kwenye Tito ametaja tamaa za dunia hii, lakini nataka nikwambie kuna makundi tofauti tofauti ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana kuna tamaa za dunia, kuna tamaa za mwili, kuna tamaa ya macho na kuna tamaa za ujana. Yaani ile mtu kuwa kijana tu, kuna aina ya tamaa zinazaliwa ndani yake. Lile tendo la mtu kuishi tu hapa duniani, kuna tamaa ambazo ziko ndani ya hii dunia. Bwana Yesu asijue sawa. Kuna tamaa ambazo ni tamaa za macho Alafu kuna tamaa ambazo ni tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. mm. Hallelujah. Mm. Lakini hapa kwenye neema amezungumzia tamaa za dunia. Ndani ya dunia hii kuna tamaa. Unapoona watu wanaua mtu kwa sababu ya mali, ni tamaa juu ya mali ambazo ziko ndani ya dunia hii. Ukiona mtu anamchukia mtu kwa sababu amefanikiwa, anapanga mpango wa kumuua hiyo ni tamaa, ndio, ndio msukuma huyo mtu dhambi. Nyingi zinazaliwa kutoka kwenye shina linaloitwa tamaa. Mwanadamu wa kwanza ndani ya bustani ya Eden, kilichofanya afanye dhambi ni tamaa ya macho. Maandiko yanasema alipoona kwamba lile tunda latamanika kwa kula na kwa maarifa, akachuma akala. Kwa Yesu. Haleluya mm -hmm. Na nielewa nye wa Tanzania mm -hmm. Kwenye tamaa hizi zote ambazo nimekutajia, Neema itaanza kukufundisha kuzikataa, sema kuzikataa. kuzikataa. kuzikataa. kuzikataa. Haleluya. Mm -hmm. Na kwa akili zako ila ni kwa uwezesho wa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Hapa nimeandika nasema kwamba neema inakupa ruhusa ya kupita kwenye mlango tuliokuwa tumezuiliwa tusipite. Neema inakurudishia nafasi uliokuwa umeipoteza ulipokuwa unafanya dhambi. Ulipokuwa mwenye dhambi. Kwa hiyo neema inatupa ruhusa ya kupita kwenye ule mlango mwembamba ambao tulikuwa tumezuiliwa tusiupite baada ya kufanya dhambi. Mwanadamu alipofanya dhambi, maandiko anasema alifukuzwa kwenye bustani ya Eden. Lakini maandiko anasema Mungu akamchukua kerubi mwenye upanga akamweka katika ile njia ya kuelekea kwenye mti wa uzima ili mwanadamu asije akarudi kuchuma matunda kutoka kwenye mti wa uzima. Lakini ashukuriwe Mungu, kwa njia ya neema yule kerubi ameondolewa kwenye ile njia ya kwenda kwenye mti wa uzima. Tuna ruhusa tena ya kupita kwenye hiyo njia na kuelekea mti wa uzima na tukala tena matunda yake ili kupokea uzima wa Mungu ndani yetu. Na hiyo njia ni nani? Hiyo njia ni Yesu mwenyewe, anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Lakini pia huo mti wa uzima ni nani? Huo mti wa uzima ni Yesu mwenyewe, anasema mimi ndimi mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe sana <laughs> Haleluya <laughs> kwa hiyo, kwa neema tunaruhusiwa tena kupita kwenye ile njia ambayo kerubi aliwekwa, ili awe zuio ambalo linatuzuia tusirudi kuchuma matunda ya kwenye mti wa uzima, lakini kwa damu ya msalaba tunasafishwa kutoka kwenye dhambi kwa kuipokea neema ya wokovu. alafu neema inatupa kibali cha kupita tena kwenye njia ambayo tulikuwa tumezuiwa. Wokovu mabadiliko hmm. Kwa sababu neema inataka utii. Watu wenye viburi hawawezi kuupokea wokovu. Watu wanaoamini katika uwezo wao binafsi hawawezi kupokea wokovu. Watu wanaoamini katika fedha zao, mali zao, elimu na mafanikio walionayo, umaarufu, hawawezi kuupokea wokovu. Wokovu unapokelewa na watu watii, kwa sababu neema unaipokea kwa kutii na huo utii unazaliwa kutoka kwenye kitu kinaitwa imani. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Kwa hiyo utii ndio mlango wa, mm, wa kuipokea neema, na huo utii unazaliwa kutoka kwenye kitu kinaitwa haki. Inaanza neema, unakuja utii, ukitii neema unapokea kitu kinaitwa haki. Hii haki inayozungumziwa hapa sio haki inayotokana na matendo. Hii ni haki inayotokana na utii, uti unaozaliwa kutoka kwenye imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoitii neema unapokea haki, hiyo haki inatokana na, na kuamini nini? Nini? Kile ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Unaamini kwamba Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu kwa hiyo neema inakupa utii utii unazaa ha haki inatokana na imani na ndani ya imani kunahitajika matendo Maandiko yanasema katika kitabu cha Yakobo hata mashetani wanaamini kwamba Mungu yupo na wanatetemeka lakini hawana matendo unachokiamini lazima ukithibitishe kwa kufanya nini matendo Unaamini kwamba wewe ni mwenye haki, kwa hiyo lazima uanze kuishi matendo ya haki. Hatuishi matendo ya haki kabla ya kupokea wokovu. Tunaishi matendo ya haki baada ya kwa tumepokea nini? Wokovu. Kwa tafasili nzuri nasema hivi. Tunaishi matendo mema baada ya kwa tumeisha mwamini Yesu kwa Bwana na mwokozi wa <laughs> maisha yetu Bwana <laughs> Yesu asifiwe, Hallelujah. Kwa nini matendo mema baada ya kuwa tumeamini? Kwa sababu hatuokolewi kwa matendo, tunaokolewa kwa neema. Kwa hiyo unaanza kwanza kuipokea neema ambayo haihitaji matendo yako. Lakini baada ya kuwa umeipokea neema, umetii, umepokea neema, umehesabiwa haki, umekuwa na imani, unatakiwa uanze kutenda matendo yatakayoonyesha kwamba umeamini na kutoka kwenye matendo unahesabiwa kuwa mtakatifu wa Mungu, na kwa sababu umepokea utakatifu unapo umepokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe. mm. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mm. tunapozungumzia habari za neema ni mabadiliko ya kitabia, kwa sababu neema inatufundisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.